nabii Isaia amekuwa akijuandaa na, tunajua nabii Isaia ni nabii ambaye ananukuliwa zaidi katika Agano Jipya, kama mara ishirini na moja maandishi ya nabii Isaia yanatangwa na hasa kipindi hiki ambacho tunajiandaa kwa siku ile chipukizi kitatokea tamise, tami, kitao, katika shina la Yese tawi kitaotoa katika mizizi yake. Kwa nini chipukizi itatoka? Kwa sababu tunajua tayari mti umekatwa. Kwa sababu mti umekatwa, Mungu anaahidi utakuwa na chipukizi ambapo shina la Yese mtu ilikatwa, wili mtu ilikatwa wakati wa Asiria walipovamia taifa la Israeli, enoha tido na makabila na taifa ambalo Daudi alikuwa amelinda. Daudi alikuwa amelinda taifa moja makabila kumi na mawili, akawapa ufanisi wa kisiasa wa kibiashara, na kwa imani. Na sababu hiyo sasa, taifa la Israeli na Juda limesambaratika. Tunajua mfalme ya basi amevamiwa na kusoreka uhamishoni. Mfalme Hezekia ambaye ni kati ya wafalme wema walioongoza katika wema wa Mungu, aliposikia jinsi wa asiri wamefanya, ameenda kutafuta msaada kwa Mara, yimisi, kwa vanasikapawa ambao ni misri wamsaidie, na hapo ndipo Isaya anatumwa na kuambia aambie aweze kutegemea Mwenyezi Mungu, taifa la Misri haliwezi kukuokoa. Na kwa sababu hakusikia basi, ndipo tunajua alifanya mkataba na kabila na nchi ya Misri na sababu, mwishowe anayemtegemea mwanadamu ni kama mtu uliopandwa katika jangwa. Wa Misri wakaja na akaambiwa na Nebukadneza wa Babiloni, na sasa tunajua taifa la Israeli halipo, lakini Mungu anaahidi kupitia nabii Isaya, licha ya kwamba mti umekatwa, lakini sasa utatokea chipukizi kutoka kwa Daudi. Chipukizi huyu ni nani? Chipukizi huyu ni ambaye ataitwa ni Imanueli ndiyo maana tunasikia kwamba iko siku zitakuja, tutarudi kwa shamba la Edeni. Wow! nabie izara natabili, tutarudi, tutarudi, tutarudi wakati mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, chui watakula pamoja na wana watalala pamoja, simba atakula majani kama um, ng'ombe, mtoto mchanga atacheza katika tundu la nyoka. Wakati huo ni ui, wakati huo ni ule wa mwanzo, kabla dhambi haijaingia. Mambo yalikuwa shwari, kulikuwa na amani. Ndio mwishowe tumesikia mtoto mchanga atacheza na mwishowe tumesikia mwishowe ha

Yerusalemu mpya, hapo wote tutaweza kufurahi. Na akatuambia katika mlima huu machozi yote yatafutwa, kifo hakitakuwa tena na nguvu. Na hapo ndipo tutakapoimba wimbo wa shukurani tukisema, angalieni disi Mungu wetu kwajili. Kwa hiyo nabii Isiyanu koaein maumbile yake Mwenyezi Mungu yanalia yakitamani kukombolewa. Hii ndiyo sababu haya yote, unabii wa Isaya itakamilika nini? Wakati vioyo yetu itakapomrudia Mwenyezi Mungu, tutamrudia kwa njia gani? tutamrudia kwa, kwa toba. hii ndio sababu somo la injili

Ameenda wapi? Tumeambiwa na bibilia, alienda kwa nyika. Maana ya nyika katika bibilia ni nini? Nyika ni mahali pa kujaribiwa. Nyika ni mahali pa kutengenezwa upya formation, na, na